Unanung'unika tu maandamano. Oh, tutakula maandamano. Tunataka reli ya kisasa, kwa sababu katika dunia inayoendelea tofauti ya nchi zetu na nchi zilizoendelea ni miundo mbinu. Ukifika tu unaiona, barabara pana, kuna reli zinakwenda spidi, kwa hiyo biashara inakwenda spidi. Hakuna biashara ya kisasa ya kuuza vitu kwa matenga tu umebeba kichwani. Hiyo ni biashara ya zamani. Biashara ya kisasa ni ile inayokwenda namna gani? very fast eh, speed. Ilani ya Chama Cha Mapinduzi inataka reli iunganishe Pugu Tanga na, na na Arusha kupitia kupitia Moshi kupitia Kilimanjaro na sisi Msoma kule, hata isipokuja miaka mitano hii inayokuja mpaka Arusha tunaisubiri, na ili tuipate, tutahakikishe CCM inaendelea kushinda. Ilani sasa inasema Msoma tujenge bandari kama hatua ya kwanza ya kupokea nini, reli. Na reli ikifika itakuwa inatokea Arusha inatuunganisha na Tanga na sitafanya biashara kati ya Msoma na Port Bell ya Uganda. Kwa namna hiyo vijana watapata kazi kwenye lili, au sio? Lazima utafute majibu ya matatizo mapya, kwa nafikiri ziko njia za kufikisha ujumbe. Kama una matatizo unafikisha ujumbe kwa njia ya nini, ya amani.